Mgogoro wa Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa jeraha wazi katika eneo la Maziwa Makuu huku ukiibua maswali mazito kuhusu usalama wa kikanda, mamlaka ya taifa na wajibu wa uongozi wa ndani. Kauli ya Rwanda kukiri kushirikiana kiusalama na waasi wa M23 au M23 kama hatua za kujilinda imezidisha mjadala huu huku serikali ya DRC ikiendelea kuelekeza lawama nje ya mipaka yake. Lakini je, kukiri kwa Rwanda kuna tafsiri weje hapa? Hii ni tahariri ya Kennedy Wandera inavyosimuliwa kwako na Leonard Mubali. Kauli ya wazi ya Rwanda kwamba inaendelea na mapambano ya kiusalama dhidi ya waasi wa M23 katika Jamhuri ya Demokrasia ya Congo imefungua ukurasa mpya, lakini wenye maswali mazito katika mgogoro sugu wa mashariki mwa DRC, ikiwa hatua hizi ni za kujilinda, basi jamii ya kikanda na kimataifa ina wajibu wa kuuliza maswali magumu bila uoga wala upendeleo. Je, ni wapi mpaka kati ya kujilinda na kuingilia uhuru wa nchi jirani unapochorwa? Ikiwa kila taifa litaamua kufanya uratibu wa kijeshi na makundi yenye silaha ndani ya nchi kwa madai ya kujilinda, Je, kanuni ya mamlaka ya kitaifa itabaki na maana gani katika Afrika ya leo? Rwanda inasisitiza kuwa inalinda Watusi wa DRC dhidi ya FDLR na wanamgambo wengine. Lakini ni nani anayelinda raia wengine wa DRC dhidi ya madhara ya mapigano haya? Je, usalama wa kundi moja unaweza kuhalalisha vita vinavyoendelea kuua, kuhamisha na kuacha mamilioni ya Wakongo bila makazi? chakula wala matumaini. Kauli kwamba hatua za Rwanda zitapungua kulingana na kunyang'anywa silaha kwa FDLR pia inazua swali muhimu: ni nani anayepima kuthibitisha na kutoa waamuzi wa mwisho kuwa tishio limepungua? Je, uthibitisho huo huru utakuwa wa kweli, wa uwazi na unaoaminika kwa pande zote au tageuka kuwa lugha ya kidiplomasia na ya kuhalalisha uwepo wa muda mrefu wa kijeshi? Lakini tahariri ya haki haiwezi kuishia kwa Rwanda pekee. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiwezi kuendelea kukaa kitako na kila mara kulalamika tu, Rwanda imefanya hivi, Rwanda imefanya vile. Swali gumu zaidi ni hili, upi mchango wa serikali ya Rais Felix Chisekedi katika matatizo ya Wakongo wenyewe. Kwa nini baada ya miaka mingi ya vita DRC bado imeshindwa kujenga jeshi la kitaifa lenye mshikamano? nidhamu na uaminifu wa raia wake. Kwa nini makundi ya silaha yanaendelea kustawi ndani ya mpaka wa DRC, wakati serikali ikitegemea lawama za nje badala ya mageuzi ya ndani? Je, ufisadi, uongozi dhaifu na siasa za muda mfupi havichangii kweli kufanya DRC iwe uwanja wa wazi wa migogoro ya kikanda? Zaidi ya hayo, je, serikali ya Chisekedi imefanya vya kutosha kushughulikia malalamiko ya kihistoria ya jamii za mashariki mwa DRC ikiwemo swala la uraia, usalama, ushiriki wa kisiasa, au imekuwa rahisi zaidi kutumia adui wa nje kama kisingizio cha kushindwa kwa utawala wa ndani? Zaidi ya yote, je, makubaliano ya Washington yanaweza kweli kuvunja mzunguko wa lawama? masharti na visingizio vya kijeshi , ambapo kila upande unasema utachukua hatua tu pale mwingine atakapochukua kwanza. Historia ya eneo la Maziwa Makuu inaonyesha kuwa ahadi nyingi za hatua za awamu zimekuwa zikivunjika mbele ya maslahi ya kiusalama, kisiasa na kiuchumi. Hatimaye swali gumu zaidi linabaki: ni lini suluhisho la kisiasa la ndani ya DRC litapewa uzito mkubwa kuliko suluhisho la kijeshi la kuvuka mipaka? Bila kushughulikia mizizi ya mgogoro, utawala dhaifu, kutengwa kwa makundi ya wachache, ufisadi na uchumi wa vita, hatua za kujilinda zitabaki kuwa jina jingine la mzunguko usioisha wa vurugu. Kwa sababu bila uwajibikaji wa pande zote mbili Rwanda, DRC na jumuiya ya kimataifa, kauli hizi hazitakuwa mwanzo wa amani, bali ni sura nyingine tu katika historia ndefu ya mateso ya Wakongo.